from every corner of this United Republic of Tanzania and Kenya. Would all youth kindly stand and salute the high table? Simameni wote na wasalimieni wazee hawa kwa makofi mengi sana sana. Thank you. That is a brief introduction and if you remember during the Second World War General Montgomery once said if you stage for a war You should know better about your enemies and friends. Kama anataka kuvita, hakikisha umewajua fika madui zako na marafiki zako, anza vita na sasa. Tuko tayari kwa kuanza kazi hii. Uh, may I now call upon a very special person. I call him a special person because I really admire him And this guy, all over Africa and the world knows him. When he takes the podium, you expect to have what you expect. And this guy, a friend of ours, a true African, Professor Patrick Loch Otieno Lumumba Naomba tafadhali, I remember in Dar es Salaam, the way you presented in that forum, you were wondering why Africa is poor. You you said if you go Tanzania, we have minerals. Congo is rich Uganda is rich. Kenya is rich. Why are we poor? That was the question. Now listen to him carefully. Karibu sana profesa, tumpigie makofi mengi sana sana asante sana e kwanza nianze e kuwapongeza waandalizi wa kikao hiki. Kisha niwapongeze nyinyi mliohudhuria, ili tuzungumze na tuangazie kwa kina vitu ambavyo ni muhimu katika maisha ya vijana. Katika kikao hiki mtapata fursa ya kuwasikiza watu ambao wamebobea katika tasnia mbalimbali. Jukumu langu ni kujenga mazingira muafaka ili mwenzetu akizungumza nanyi awe tayari amepata fikra zenu zimerutubishwa na kurutubishwa huko ni kuangazia jambo muhimu kuhusu uwezo wa vijana katika kutekeleza majukumu, yawe ni majukumu ya kisiasa, yawe ni majukumu ya kiuchumi yawe ni majukumu ya kiroho, yawe ni majukumu ya kibiashara ya yawe ni majukumu ya kujiendeleza wao wenyewe, hasa tukikumbuka ya kwamba vijana tunaowazungumzia ni vijana wa Kiafrika. Ikiwa nyinyi ni wanafunzi wa historia mtakumbuka ya kwamba wengi wa waasisi wa mataifa haya ta Tanzania, Kenya, Uganda walikuwa ni vijana. Ukiwataja kama katika taifa hili lenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walioiasisi ni vijana. Mwalimu Kambarage Nyerere alikuwa ni kijana walipofanya muungano. Hata Karume alikuwa ni kijana Kawawa alikuwa ni kijana. Ukienda katika nchi ya Ghana, vilevile vile Nkrumah alikuwa kijana, Samora alikuwa kijana. Ili mradi wale waliokuwa katika mstari wa mbele ivalia njuga janga la ukoloni walikuwa ni vijana ni vijana ambao walikuwa na uzalendo, ni vijana ambao wakuwa wabinafsi, walikuwa ni vijana wenye nidhamu. Na tunapozungumzia jambo au swala la nidhamu, lazima tukumbuke ya kwamba, ikiwa vijana wa Kiafrika watachangia katika kuendeleza bara hili la Afrika ili bara ijinasue kutoka kwa minyororo ya ukoloni mambo leo, ili bara ijinasue kutokana na kasumba ya ukoloni mambo leo, lazima vijana nao wazungumzia wawe ni vijana wazuri, vijana ambao wana mwelekeo. Kila kukicha, ukisoma magazeti, ukitazama televisheni, utapokea habari ya kwamba vijana katika nchi mbalimbali za Kiafrika wanatoroka bara na wanazama katika bahari ya Mediterranean wakijitafutia maisha huko Ulaya, au wanadhalalishwa katika mabalozi za nchi za Ulaya wakiomba visa. Kufanya huko ni kutojiamini. Kufanya huko ni kueleza dunia ya kwamba wewe kama Mwafrika hauna imani na uafrika wako, hauna imani na nchi yako, hauna imani na bara lako na umekubali kuwa mtumwa. Na Waswahili wanasema hivi, ukivaa koti ya kuazima, uwezi kuvaa koti hilo kwa makogo au kwa mikogo kwa kuwa huenda ikachukuliwa ghafla. Enyi vijana mlio hapa, lengo letu ni kuhamasisheni ili muwe na ari ya kuhakikisha ya kwamba mmefanya vitu ambavyo vitawawezesha kushiriki katika maisha ya Tanzania maisha ya Afrika na maisha ya dunia kwa njia ambayo itawawezesheni kushindana na watu kutoka katika jamii mbalimbali mbali. Na Waswahili wanavyosema chuma unolewa na chuma, na nyinyi hapa kuna watu ambao wamebobea, watu ambao ni weledi, kama nilivyosema katika tasnia mbalimbali mbali. Wamekuja hapa kuwanoa nyinyi. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokutana na muasisi wa taifa lenu, hili lilikuwa kijana tu, tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka 1984 ndio nikakutana na mwalimu Nyerere Dar es Salaam, nikiwa bado chuoni. Na mwalimu alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Nyinyi mnamsoma tu katika historia kwanza alikuwa na imani ya kwamba Mwafrika ana uwezo wa kutekeleza majukumu yote. Kizazi cha sasa hawana imani kama hayo. Vizazi vya sasa vinajidunisha, vinafikiri ya kwamba ni mzungu ndiye anaye uwezo. Vinafikiri ya kwamba mchina ndiye ana uwezo, vinafikiri ya kwamba mwafrika hajiwezi. Kama hujiamini wewe mwenyewe, basi utadhalalishwa na kudumazwa na wengine. Katika maisha ya kisasa, ukitembea katika nchi mbalimbali, vijana wanaangazia sana vitu visivyo vya Kiafrika, iwe ni michezo iwe ni sanaa, wanavyovishabikia ni vitu visivyo vya Kiafrika. Na hilo ni jambo ambalo lazima tuliangazie na tujiulize ni kitu kipi ambacho kinatukwaza ili tusiwe na maono ili tusiwe na ujasiri wa kujiamini. Nyerere, mwalimu akizungumza mwaka wa 67, akiulizwa je, vijana wa bara la Afrika wana umuhimu gani? Akasema namnukuu kwa amenkuruma kuruma ya kwamba ikiwa bara la Afrika litaendelea, lazima vijana wa Kiafrika wawe ni vijana ambao wana malezi bora, siha njema na bongo kali. Katika kikao kama hiki nawaulizeni, mna siha njema? Mna malezi bora? Mna bongo kali? Mna nidhamu? Mmeipiga vita ubinafsi hao nyinyi ni vijana ambao hawajiamini. Wewe kama kijana uwe katika uwe ni mwanasiasa unashiriki katika siasa ili kujinufaisha au kuchangia jamii yako iendelee kwa njia inayostahili? Ni maswali kama hayo ndiyo tumekuja hapa kujieleza na ninaelewa ya kwamba kikao hiki yao, hafla hii imeandaliwa kwa muktadha wa imani, na ikiwa ni hivyo, mtaniruhusu niwaelekeze katika kitabu kizuri cha Biblia, na katika kitabu hicho kuna vijana wanne katika kitabu cha Danieli. Mnaikumbuka nyie? Katika Biblia kuna kitabu cha Danieli sura ya kwanza. Tunaelezwa tuna ya kwamba kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa Nebukadneza, mnamkumbuka huyo? Huyo akawa ni mtu ambaye aliiteka nyara Wayahudi, akauliza wafanyikazi wake ya kwamba nataka vijana ambao wanaelewa sayansi, wanaelewa sanaa, waje hapa kwangu ili niwafunze kisha watanihudumia. Vijana hao walikuwa wanaitwa Daniel, akabadilishwa jina akapewa Belteshazam, nakumbuka hivyo. Kijana mmoja alikuwa anaitwa Hananaya, akabadilishwa jina akawa ni Shadrach. Mmoja alikuwa na jina la Mishael, akabadilishwa jina akakuwa anaitwa Meshach na mmoja alikuwa anaitwa Azari akabadilishwa jina akaitwa Abednego. Sasa wakafundishwa kwa, kwa, kwa, kwa muda. Kwanza kabisa waliambiwa ya kwamba watakula nyama minofu ya nyama tu kutoka katika... kuna mtu ana. watakula minofu ambayo itaandaliwa katika jikoni ya mfalme. Kilichofanyika ni ya kwamba wakasema, sisi hatutaki chochote ambacho kinatoka kwa mfalme, sisi tunamwamini Mungu, kwa hivyo hatutaki chochote ambacho kimetolewa kama kafara kwa miungu ambao siwaamini. Yule mfanyikazi akasema, la hasha, nah, bwana mfalme atatuadhibu akawaambia, akawambia hebu natupe siku kumi ili tuone ni kitu kipi kitakachofanyika. Baada ya siku kumi, walikuwa wamenawiri kabisa, na katika siku baada ya siku wakawa ni watu ambao wanasoma. Siku ya kuhitimu ikasemekana ya kwamba walikuwa na busara mara kumi kuwashinda wale wote. Na jambo ambalo nataka kuliangazia ni ya kwamba vijana hawa walibadilishwa majina, lakini hawakuteta. Hawakuteta hata walipobadilishwa jina. Lakini wakati ambapo Nebukadneza alitengeza sanamu, akawaambia ya kwamba waabudu na no wakusujudie sanamu huyo wakadinda wakasema, ya kwamba Mungu tunaye mwabudu atatuokoa na hata asipotuokoa tuna imani naye. Wakaambiwa ya kwamba ikiwa mtafanya hivyo, basi mtaadhibiwa. Basi wapambe wa mfalme yule wakaja wakaeleza ya kwamba vijana hawa wana hawakutii wewe, waosujudu wala awakuabudu awabudu sanamu ile wakachukua vijana vibonge vibonge, wakatupwa kwenye moto uliokuwa ukiwaka, na baada ya muda wakaona Shadrach Meshach na Abednego wakitembea mle motoni, na akaona na kiumbe ambacho alisema, si niliweka motoni watu watatu, mbona sasa namwona mwingine wa nne ambaye anaonekana kama mwana wa Mungu? Ni kitu kipi ambacho nakiangazia ya kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kukubali vibadilike, lakini kuna vitu ambavyo vina kuelenga wewe na vinaelenga hali yako, vitu ambavyo huwezi kubali vifanyike. Jina hata uitwe nani haikubadilishi, lakini ukiambiwa ufanye vitu ambavyo vinabadilisha mwelekeo wako, lazima uwe na ujasiri wa kukataa. Walipoambiwa ya kwamba wataabudu sanamu, wakasema la hasha, hatutaabudu sanamu. Hivi sasa napozungumza nanyi, kuna masanamu wengi tu, kuna miungu sanamu wengi tu, kuna wale ambao kila kukicha wanaabudu kamari, wanacheza kamari, wanasema watashinda, watakuwa matajiri. Hafla bin huu, la hasha. Kuna wengine ambao kazi yao ni kukesha tu, wanaomba, wanashinda wakiomba tu wanafikiria Mungu ataangusha at at mana kutoka binguni na vitu vitamu vitamu. Lasha! Maombi bila kazi ni ushirikina, maombi bila kazi ni ushirikina. Kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba tumefanya kazi, kwa kuwa Waswahili wanasema, wahenga wanasema ya kwamba ukivitaka vya u